Msikilizaji, masoko ya hisa duniani kote yameendelea kutetereka, mamilioni ya dola za Marekani yameendelea kupotea. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu moja tu ya ushuru uliotangazwa na taifa la Marekani, ambapo umeanzia kwa asilimia kumi hadi hamsini. Mataifa ya ukanda wa Afrika Mashariki hayakusazwa na tangazo hili la Donald Trump. Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, DRC yote yametozwa kuanzia ushuru wa asilimia kumi hadi kumi na moja. Wataalamu wa masuala ya uchumi wanasema kwamba mpango huu wa Trump utakuwa na athari hasi na chanya kwa mataifa ya Afrika. Wito unatolewa kwa mataifa ya Afrika kuongeza kasi ya uzalishaji wa bidhaa ili kuweza kujikimu kibiashara. Aidha, wanasema kwamba kidunia, katika ufanyaji wa biashara zitatatizika. Ndio maana mataifa ya Ulaya yanajidhatiti kuangalia hatua za kuchukua, lakini je, Afrika itachukua hatua gani kukabiliana na makata haya ya Trump? China imekusha tangaza ushuru wa asilimia thelathini na nne kwa bidhaa kutoka Marekani zinazoingia kwenye taifa lake, lakini vipi kwa mataifa yanayoendelea? Hili ndilo swali ambalo limeendelea kubaki, na Rais Donald Trump haoneshi kulegeza msimamo. Afrika iko na Marekani chini ya mpango wa AGOA ambao unatamatika mwezi Septemba mwaka huu. Chini ya mpango huu, mataifa maskini yatakuwa yanafanya biashara na Marekani kwa unafuu, lakini Rais Donald Trump haoneshi nia ya kutaka kulegeza msimamo kufuatia tangazo lake, anasema mpango huu Utakaa hadi pale Marekani itakaporejesha heshima yake kibiashara duniani.